Iran imekanusha ripoti kwamba kuna mpango wowote wa kukutana na maafisa wa Marekani kuhusu kurejesha mazungumzo ya nyuklia. Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema haya baada ya mazungumzo na mwenzake wa Uturuki, Hakan Fidan, mjini Istanbul kwamba Teherani iko tayari kushiriki mazungumzo ya haki na sawa, lakini maandalizi ya kina ni muhimu kabla ya kuanza kwa majadiliano yoyote. Alisisitiza kuwa mpango wowote lazima uangalie muundo, ajenda na mahali pa mazungumzo na kwamba Iran haijawahi kutafuta silaha za nyuklia. Mataifa ya Maghreb na Israel, hata hivyo, yameonyesha wasiwasi juu ya hatua za Iran, ikiwepo kuongeza kiwango cha urekebishaji wa uranium kilichozidi mahitaji ya raia, kupunguza ufikivu wa ukaguzi wa kimataifa katika baadhi ya majengo ya nyuklia na upanuzi wa uwezo wa makombora ya ballistic. Israel imedai kuwa hatua hizi zinaonyesha mwelekeo wa kuelekea uundaji wa silaha kabla ya vita vya mwezi Juni mwaka jana. Ripoti za vyombo vya habari na shirika la kimataifa la nishati ya Atomic zinaonyesha kuwa Iran imeongeza kwa kiwango cha uranium kilichowekwa hadi kiwango cha karibu vya silaha ingawa Tehran inasema mpango wake ni kwa ajili ya matumizi ya amani tu. Mvutano wa kijeshi na kisiasa katika huba umeongezeka huko Marekani ikitoa onyo la uwezekano wa hatua za kijeshi ikiwa diplomasia itashindwa. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza shinikizo la kisiasa, kusema kuwa Irani iache azma yake ya nyuklia na izingatia masharti ya kimataifa, jambo ambalo limeongeza dharura ya mpatanisho. Katika muktadha huu, Uturuki imechukua jukumu la kuwa mpatanishi, ikijaribu kutimiza mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Irani na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Hakan Fidan, amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa hatua za diplomasia na suluhu ya hatua kwa hatua ili kupunguza msongamano wa kijeshi na mizozo ya kisiasa. Hata hivyo, hakuna tarehe rasmi au mpango wa kukutana moja kwa moja uliowekwa. Iran inasema kwamba maandalizi zaidi lazima yafanyike, na masharti ya mazungumzo lazima yazingatie maslahi yake ya kitaifa na usawa wa pande zote. Kiongozi wa juu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ameendelea kusisitiza kuwa Irani haitakubali masharti yanayopingana na maslahi yake, ikiwa ni pamoja na kusimamisha utengenezaji wa uranium. Hii inafanya makubaliano yoyote ya moja kwa moja na Marekani kwa changamoto, huku dunia ikifuatilia kwa makini hatua zinazochukuliwa na pande zote katika mjadala huu muhimu wa kimataifa.